Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mbeya, Maghela Ndimbo, amesema kuwa viongozi wa kikundi cha Youth Revolution Group wilaya ya Mbalali walihamisha shilingi milioni 15 kutoka akaunti ya kikundi hicho na kuzitumia kwa matumizi binafsi bila ridhaa ya wanachama. Wanachama TAKUKURU mkoa wa Mbeya amefanikisha kuokoa shilingi milioni 15 inatokana, inaotokana na e, mikopo ya vikundi maarufu ya wanawake E, vijana na watu wenye ulemavu iliyotolewa na halmashauri ya Mbarali, kutoka kwenye hicho, ni kikundi kinaitwa Youth Revolution Group e, hicho kikundi kiliweza kukomana ka mwenyekiti, katibu na mwasibu wao, waliweza kushirikiana kuzitoa hizo hela kama ku... yani kwa njama na kujikopesha, kujipatia wao wenyewe, lakini kwa na huku akiwa acha wenzao sita, ambao wanachama wenzao asipo kuwahusisha. A, kwa jitihada zilizofanyika tumeweza kurudisha hizo hela kwenye akaunti ya kikundi, akaunti ya halmashauri, kwa maana tayari kikundi kikiuka. Hii mikopo inalenga kikundi, lakini hawa wakaenda kuzigawana, yaani kila mmoja akapata mgawo wake na sio tumia kwa lengo lililokusudiwa, maana kuanzisha mradi wa kikundi. Aidha, Ndimbo amesema kuwa TAKUKURU imezuia mpango wa kuuza ekari nne za ardhi ya umma iliyopo Kitongoji cha Itimba chini ya Mamlaka ya Mji Mdogo wa Mbalizi uliokuwa ukiratibiwa na mwenyekiti wa mtaa na mtendaji kwa maslahi ya mtu binafsi. Hatua nyingine ni TAKUKURU ilifanikisha kurejesha eneo lenye ukubwa wa ekari nne kwenye mamlaka ya mji mdogo wa wa Mbalizi ambalo nilikuwa kitongoji cha Itimba iko kwenye kata ya Utengule Usongwe, na mm, ilikuwa katika mchakato wa mchakato wa kutaka kuuzwa e, isivyo halali na hicho kitongoji. Kwa hivyo kutokana na sababu hiyo, tukazuia hatua za kuzuia kupitia kwa kushirikisha ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya e, kitongoji hakina mamlaka ya kumiliki wala kuuza yani kumiliki au kuuza ardhi kitongoji ni kitongoji sio mamlaka lakini e, baadhi ya vitongoji si tu hichi ndani ya mji mdogo wa Mbalizi inajitwalia mamlaka ya kuuza maeneo ambayo haya maeneo sasa yako chini ya hizo halmashauri baada vile vijiji kufutwa yako chini ya halmashauri au chini ya mamlaka mji mdogo ndo hao wamiliki kwa hiyo unajitwalia mamlaka kuuza. Itak, TAKUKURU tunaendesha mchakato kufuatilia tuma kama hizo kwenye e, kwenye maeneo mengine yaani ya vitongoji vingine na pia pia tunaanzisha uchunguzi kwenye baadhi ya e, malalamiko yanayohusiana na mauzo ya ardhi. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya mimi ni Samuel Mpogole.